Kwenye zao la kahawa na kwenye vyama vya ushirika tumefanya wonders ndugu zangu. Kahawa leo ambayo huko nyuma mikahawa ilikatwa na watu wakapanda nyanya na mambo mengine, kahawa leo imetoka kilo shilingi elfu nne imekwenda mpaka ngapi, wauzaji kahawa? Nadhani elfu kumi na mbili kumi na moja mia tano kwa kilo lakini tumekuza na tumelea vyama vya ushirika ushirika ule uliokuwa chaka la wizi chaka la kunyang'anya wakulima leo ni ushirika unaosimamia wakulima kiasi kwamba tumeujenga ushirika leo tunaamini ushirika kuuachia ugawaji wa pembejeo za mbolea na pembejeo nyingine ushirika wanafanya hiyo kazi wanagawa kwa wakulima wenzao lakini ushirika huo huo leo amesema mwanangu shashisha hapa Kiwanda cha Kilimanjaro Machine Tools. Tunakwenda kukikabidhi kwa ushirika na tuna imani wataweza kukiendesha. Viwanda vya chai, Viwanda vya chai kule Tanga. Tunakwenda kuvikabidhi kwa vyama vya ushirika na tuna imani wataviendesha. Kwa hiyo tumefanya kazi nzuri sana. Lakini kwa upande mwingine kilimo ni kujenga skimu za umwagiliaji maji Tanzania nzima, lengo letu wakulima wazalishe mwaka mzima. Sasa hivi, ndugu zangu, hakuna mazao ya biashara wala mazao ya chakula. Mazao ya biashara, kahawa, pamba, korosho, nini, ni biashara, lakini pia mazao ya chakula, mahindi, mpunga, mbaazi, nini, vyote ni biashara ili azma yetu ya kilimo biashara inakwenda kutimia. Kilimo chochote utakachokilima, hicho ni kilimo biashara. Kwa ndugu zangu, skimu nyingi za umwagiliaji maji tumejenga, na tutaendelea kuzijenga, tutaendelea kuzijenga ili wakulima wazalishe.